Katibu katika wizara ya usalama wa taifa Daktari Raymond Omolo amesema kuwa mikakati shirikishi ya kimaeneo ya kushughulikia dharura na ushirikiano thabiti baina ya mashirika, vimechangia pakubwa katika kupiga jeki usalama mpakani na mbinu za kukabiliana na vitisho vya kimataifa. Daktari Omolo aliyezungumza kwenye hafla ya ufunguzi wa warsha ya siku tatu kuhusu usalama mpakani jijini Nairobi, alisema vitisho vya kisasa mpakani vinaendelea kuwa tata na vinahitaji ushirikiano katika kuvishughulikia. Warsha hiyo ya kikanda ya siku tatu inanuia kubuni mwongozo wa mbinu bora za kupiga jeki usalama mipakani ili kukabiliana na tishio la uhalifu wa kimataifa ikiwemo ulanguzi wa bidhaa haramu na uenezaji wa itikadi kali. Iliwaleta pamoja maafisa wa serikali na wataalamu wa kiufundi kutoka Kenya, Somalia Namibia, Madagaskar na jamhuri ya Afrika ya Kati katika chuo cha mafunzo ya utawala. Kwenye hotuba yake, katibu katika wizara ya usalama wa taifa Dr Raymond Omollo alielezea ugumu wa kukabiliana na vitisho vya kisasa vya usalama mipakani vinavyochochelewa na teknolojia ya kikariri, haja ya ushirikiano thabiti baina ya mashirika husika ili kuvikomesha border crossing points, gaps that exist in our capacity to be able to detect, limited interoperability, weak interagency coordination, as well as loopholes that are legislative in nature. Omolo alitambua umuhimu wa ushirikiano huo ambao umefanikisha kubuniwa kwa mikakati madhubuti kwenye mataifa husika ikiwemo uimarishaji wa mafunzo na uwezo wa uendeshaji shughuli huku akisistiza haja ya kugeuza mafunzo yaliyotolewa kwa azma ya kuimarisha usalama mipakani. In Kenya, the specialized training programs that have strengthened the capacity of frontline officers to be able to detect illicit goods and human trafficking. These are not merely technical achievements as each intervention contributes to safer borders, disrupted criminal networks and protected communities.

Warsha hiyo inatarajiwa kubuni mwongozo wa sera kuhusu mafunzo na uendeshaji shughuli kwa mashirika na wadau husika wa masuala ya mipakani, kuimarisha uwezo wa pamoja katika juhudi za kuzuia na kukabiliana na mifumo ya usafirishaji wa bidhaa haramu, uhalifu uliopangwa wa kimataifa na mafunzo ya itikadi kali katika kanda hii. Yusufar Darubini.